Zamani sana miaka mamilioni iliyopita, dunia ilikuwa na viumbe wa ajabu. Katika anga la enzi hizo, kulikuwa na kiumbe aliyefanana na popo, lakini huyu si popo wala si ndege na pia si dinosaur. Huyu alikuwa Pterosaur, huyu alikuwa mfalme wa anga hapo kale. Huyu Pterosaur alikuwa na mabawa makubwa yaliyotandazwa kwa utando kama popo, na mifupa yake ilikuwa nyepesi iliyomsaidia kuruka juu angani. Macho yake makubwa yalimwongoza kutazama vyema akiwinda samaki majini, na kwa kishindo cha mabawa yake alishuka chini na kunasa mawindo yake kwa ustadi. Ushahidi wa maisha ya Teroso haujapotea. Mabaki yake yamepatikana kwenye miamba ya dunia, mifupa, fuvu na hata alama za ngozi. Wanasayansi wamechunguza kwa mashine za kisasa, na wakiona ndani ya mifupa yake, wakithibitisha siri za kuruka kwake na kweli mabaki haya yamepatikana kila kona ya dunia, mfano Ulaya, Asia, Amerika na hata Afrika ikiwemo Tanzania. Baadhi ya Teroso walikuwa wadogo kama njiwa, lakini wengine walikuwa wakubwa sana, mabawa yao yakifunika urefu wa nyumba nzima. Mmoja wao Quetzalcoatlus alitanda anga kwa mabawa yenye upana wa zaidi ya mita kumi na moja. Hawa walikuwa viumbe wa kwanza wa reptilia walioweza kuruka angani, lakini kama dinosaur Teroso walitoweka miaka milioni sitini na sita iliyopita. Hata hivyo mabaki yao yamebaki kutuambia hadithi ya ajabu, hadithi ya viumbe wa kale wa jamii ya mjusi walioweza kuruka angani, au ndio waliotawala anga kwa mamilioni ya miaka. Hii ndiyo simulizi fupi ya jamaa huyu aitwaye Pteroso, mfalme wa anga la kale. Follow X Nature kwa habari za uhakika na elimu kuhusu viumbe na asili kwa ujumla. Asante.